Jeshi limetangaza kufutwa kwa katiba ambayo inavitambua vyama vya siasa katika kile ambacho wataalamu wa sheria wamesema ni hatua ya kuvifuta kabisa. Uamuzi huo unajiri baada ya mashauriano ya kitaifa yaliyoandaliwa na utawala wa kijeshi kupendekeza kuvunjwa kwa vyama na sheria kali kuhusu kuanzishwa kwao. Mwanasiasa wa upinzani aliye uhamishoni Umar Mariko amesema wamepambana vya kutosha kurejesha demokrasia nchini na hawatakaa kimya. Mwanasiasa mwingine Aisatali amebainisha kumekuwa na ukiukwaji mkubwa wa uhuru nchini Mali kutokana na mfumo unaotumiwa na serikali ya kijeshi Clermont, yeah, ni wazi kuna ukiukwaji mkubwa wa uhuru wa mtu binafsi na wa raia wote wa Mali. Ninaona ni changamoto hasa kwa vile mamlaka zinawagombanisha watu wao kwa wao na kutumia vyombo vya usalama kama silaha. Hata hivyo wanademokrasia wanachotaka ni kufanya mkutano na kuzungumza wenyewe kwa wenyewe, sioni kwa nini inapaswa kuja katika hili. Mashauriano ya hivi karibuni yamependekeza mkuu wa kijeshi Jenerali Asimi Goita kwa rais wa mh wa miaka mitano unaweza kufanywa upya bila uchaguzi mkuu tangu mapinduzi ya mwaka wa elfu mbili na ishirini na elfu mbili na ishirini na moja yaliyoliingiza jeshi mamlakani. Vyama vya upinzani vimekabiliwa na vitisho vya kuvunjwa na shinikizo la kuungana na serikali ya kijeshi. Hata hivyo, wiki za hivi karibuni, vyama mia moja vya kisiasa vimeundwa muungano ili kukabiliana na kile wanachokiona kama nia ya wazi ya serikali ya kijeshi kuvifuta kabisa. Katika taarifa adimu kwa umma iliyotolewa chini ya uangalizi mkubwa wa polisi, muungano huo Jumamosi uliopita ulishutumu mamlaka kwa kutaka kuviondoa. Alinda Kato, UFM.